Kufikia mwisho wa somo hili utakuwa na uwezo wa kufanya ramli ya aina yoyote kwa kutumia maji, yai pamoja na kibakuli hichi cha bati hapa. Nazungumzia ramli kama vile kumjua nani adui yako, au jinsi ya kumjua mwizi aliyekuibia jasho lako ni nani lakini sababu kubwa inayofanya nikuletee somo hili siku ya leo ni kwamba siku nne au tano zilizopita hapo nyuma nimepoteza simu. Kwa hiyo nikaona itakuwa ni vyema zaidi endapo nitafanya ramli hii mbele yako, ili hata wewe ujue cha kufanya endapo utajikuta kwenye hali kama hii. Sasa kama unavyoona hapa kwenye meza yangu, sasa hivi kuna viungo vifuatavyo. Cha kwanza kabisa ni maji haya kwenye glasi, pili ni ni yai moja la kuku wa kienyeji, wakati tatu ni kibakuli hichi chenye asili ya bati. Ukichunguza vitu hivi vizuri, utagundua kwamba nimejaribu kadri ya uwezo wangu kutumia vyombo visivyo na maandishi au nembo ya kampuni yoyote. Ni muhimu sana kuzingatia hayo na kadri tunavyoendelea na somo hili nitakuelezea ni kwa nini. Hatua ya kwanza ambayo tunaifanya sasa hivi ni kuchukua yai hili na kulitumbukiza ndani ya maji haya kwenye glasi. Halafu utaiacha glasi hii kando kwa muda wa dakika 15. Dakika hizi zitatusaidia kujua endapo yai hili tunalotumia lipo sawa, kwa sababu hapo nyuma nimekuambia kwamba yai hili ni lazima liwe la kuku wa kienyeji na lisiwe limeharibika. Sasa tukirudi baada ya dakika 15, halafu tulione kwamba yai hili linaelea juu ya maji, itakuwa na maana kwamba yai hili lina kasoro na hatuwezi kabisa kulitumia. Lakini tukirudi na tukapata yai hili lipo chini ya maji, inamaanisha kwamba lipo sawa na tunaweza kuendelea na zoezi hili. Hatua inayofuata ni kukiweka kidole chako hapa juu ya glasi na kuanza kuzungusha kama ninavyofanya. Wakati huo, ujifanye kama vile unamshtakia mtu kuhusu jambo fulani. Mimi kama nilivyokuambia kwamba simu yangu ilipotea, sasa nitasema hivi: asante ewe Mwenyezi Mungu kwa kuwa mkweli na mwaminifu kwangu, asante kwa kuwa hata hichi nilichokipoteza nilikipata kwa kupitia uwezo wako. Nakuomba unifungue jicho langu la tatu kwa kupitia maji haya ya asili, lakini pia kwa kutumia yai hili lenye uhai ndani yake. Basi naomba swali lolote nitakaloliuliza kwa wazee wangu wanijibu kwa usahihi, amin. Ukimaliza kuzungumza maneno hayo, utalitoa yai hili ndani ya maji na kuliweka chini, au hata kwenye meza kama anavyofanya mimi. halafu baadaye utafunika vizuri kwa kutumia kibakuli hiki. Sasa hapa tulipofika, unafaa kuwa makini zaidi, kwa sababu kosa moja tu linaweza kufanya ramli yetu itupatie majibu ya uongo. Kwa hiyo, endapo mahali ulipo kuna kelele, tafadhali ongeza sauti ya simu yako ili unisikize vizuri. Kwanza unafaa kukumbuka kwamba mashtaka yako yote uliyowasilisha kwenye yai hili likiwa ndani ya maji. Kwa hiyo, kufikia hapa tunaamini kwamba mizimu tayari inajua maswali yote tunayotaka kuuliza. Asanteni sana wazee wangu kwa uwepo wenu mahali hapa. Jasho langu limefujwa na mtu nisiyemjua. Lengo langu ni kujua tu nini kilichotokea, na wala sio kumdhuru yeyote. Kwa hiyo nawaomba mnipe ufunuo wenu kwa kupitia yai hili ambalo nimelifunika kwa kibakuli cha bahati. Simu yangu ilipotea, lakini sina uhakika endapo kuna mtu aliyeniibia au nilidondosha mwenyewe bahati mbaya. Sasa endapo nilidondosha mwenyewe kwa bahati mbaya, nawaomba wazee wangu, mnionyeshe ishara kwa kupitia kibakuli hiki. Endapo nilipoteza simu hii mimi mwenyewe na hakuna yeyote aliyeniibia basi nionyeshe ishara kwa kupitia kibakuli hiki. Lakini endapo simu hiyo haikupotea basi ina maana kuna mtu aliyeniibia. Kwa hiyo simu yangu sikuidondosha wala kuipoteza mwenyewe bali ni mtu aliniibia. Wazee wangu, mimi ni mtu nayesafiri kila wakati, kwa hiyo ni vigumu sana kujua endapo mtu aliyenibia simu hii ni mtu wangu wa karibu au wa mbali. Tafadhali nionyesheni ishara endapo mtu aliyenibia ni mtu wa mbali. Kama aliyenibia ni mtu wa mbali, tafadhali nionyesheni ishara kidogo kutumia kibakuli hiki, na kama mwizi huyo atakuwa sio wa mbali, basi ina maana kwamba huyu ni mtu ambaye yupo karibu nami na ananijua vizuri nionyeshe ishara hiyo tena, endapo mtu huyo aliyeniibia ni mtu wangu wa karibu. Wazee wangu, ningependa kufahamu endapo huyu ni mtu ambaye naishi naye hapa kwangu ama ni mtu kutoka nje. Wazee wangu, ningependa kufahamu endapo mtu huyu wa karibu aliyeniibia ni mtu naishi naye hapa nyumbani kwangu au ni mtu wa nje. Kwa hiyo, endapo atakuwa ni mtu kutoka nje ya nyumba hii, nionyeshe ishara endapo atakuwa ni mtu kutoka nje ya nyumba hii tafadhali nionyeshe ishara. Na kama ni mtu naishi naye hapa kwangu, tafadhali nionyeshe ishara. Huenda aliyeniibia alikuwa peke yake au na mwenzake. Kama watu hawa walikuwa wawili na wakapanga kuniibia, tafadhali nionyeshe ishara kupitia kibakuli hiki. Na kama ulikuwa mpango wa mtu mmoja basi nionyeshe ishara kupitia kibakuli hiki.